Ikhtilafu ziko mbili, watu kukhtalifiana, kuna gawanyika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni kukhtalifiana sisi kwenye mambo ya kifikihi ambayo wanazuoni wa kifikihi wamekhtalifiana. Ukisoma kwenye vitabu vao vya kifikihi, kuanzia kitabu tahara mpaka mwisho wa kitabu liqrar, soma utakuta huyu ana msimamo huu na huyu mwingine ana msimamo huu. Mfano, fi aqsamil miyah, vigawanyo vya maji ni vingapi? Huyu ana msimamo wake mwanachuoni na mwingine ana msimamo wake. Wanajasatul kalbi, najisi ya mbwa, wamehtalifiana, ni mbwa ye mzima ama ni mdomo wake peke yake wa muddatu almashi ala alkhuffaini, mda wa kupangusa hofu mbili, wamehtalifiana ni mda gani ndo upanguse, kila mmoja akashika msimamo wake. Walkunutu fi salati lfajri, na kunuti ya sala alfajiri, wanazuoni wamehtalifiana. Wa rafu alyadaini fi salati, kuinua mikono kwenye sala. Wawuquu ttalaq, na talaka imepita zote au ni moja kwa anayemwambia mkewe nimekuwata talaka tatu Je, za pita zote tatu au ya pita ni talaka moja? Haya mambo yako kwenye vitabu vya kifikihi, wanazuoni wamekhtalifiana, ikiwa ndiyo ikhtilafu kigawanyo cha kwanza. Na kigawanyo hichi, ndugu zangu, katika iman kinaitwa ikhtilaf sa'igh ikh, au khilafun sa'igh katika usomi hii ni ikhtilafu inayofaa watu wa kukhtalifiana, wala hakutetwi wala hakupiganwi. Na kama yuko anayepigana kwa sababu ya haya na mfano wa haya, basi ana elimu chache au hajafahamu. Lakini sijasikia mimi eti msikiti fulani hauswaliwi alfajiri kunuti ikawa ni fujo, na kama yalikuweko, basi yalipita hayo tutazungumzia sasa, na anayeswali katika msikiti wanaoleta kunuti, ikiwa ni mtu wa sunna ataleta kunuti. Mambo watu wamesoma, watu washaelewa. Wa tabu mmoja yule ambaye ni mwenye kunuti, akija msikiti wa watu ambao hawaleti kunuti, aweza kuinamisha kuweka mikono chini, hatoweza. Sasa mwenye kutaka mizozo ni nani hapa? Bila shaka iko wazi. Lakini hakuna pia Hakutetu we ushasikia khutba hapa tumetoa kunuti ya alfajiri ni bid'a, na atakayeswali kwenye msikiti huo basi swala yake haifai, na haya mambo lazima. Hakuna chochote cha kufanya, hatujafanya wazimu. Kwa nini hatuzungumzi hayo? Kwa sababu ni ikhtilafu inayofaa.